Mwishowe wakajificha, lakini Mungu ni mwema, kwani alishuka taratibu na akaanza kuwaswali swali ili awafikishe kwa mwisho. Sio kwamba aliwakosa, sio kwamba hakuwaona. Adamu, Adamu, muko wapi? Na kwa mwishowe, akaanza akasema, basi tuko hapa kwa sababu tu uchi. Nani aliwaambia muu mwanamke ulionepa, mwanamke akasema nyoka amenidanganya. Na mwishowe laana zote za kila aina zikatamukwa na Mungu, akasema wewe, nilikuambia ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti hakika mtopoye nini, mtakufa. Akamwambia katika maneno, wewe ni mavumbi na mavumbi utarudi. Wewe wapendwa, tutambua ya kwamba Adamu hangelirudi katika mavumbi, angeliendelea kushika kanuni na taratibu na amri alizopewa tangu mwanzo. Funjo la chana liendelea kutuonyesha mtu wa pili, na mtu wa pili tulitambua ya kwamba ni wewe ama nani ama mimi? Tuliona mtu wa pili ni mwanada ni mwanadamu na ni mwanadamu. Sababu ya nini? Ya uchaguzi mbaya. Tukaeleza ya kwamba leo tunateseka sababu ya uchaguzi mbaya. Kama kuna wake ambao wanateseka, wanateswa na waume wao, yote inalingana na uchaguzi wao. Kuna wale ambao walichagua mali kuna ambao, wale ambao walichagua sura. Kuna wale ambao, wale ambao walichagua vyeo. Anakubali fulani kwa sababu ana cheo, alikubali fulani kwa sababu ana mali, alikubali fulani kwa sababu ni mzuri, na ndipo walipoanza maisha, na ndipo alianza ona tofauti na kila ambacho alilenga alipokikosa, na anaanza kujuta. Ndiyo maana tuliongea kwamba wanadamu